Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Santi Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo Ijumaa, juma la thelathini na moja, kipindi cha kawaida mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kit walaka wa mtume Paulo kwa Walumi sula ya 15 aya 14 hadi ya 21. Na somo la injili linatoka katika Injili ya Ruka sula ya kumi na sita aya ya kwanza hadi ya nane. Karibu tusikilize injili. Injili, somo la injili lilivyoandikwa na Ruka. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Akamwita akamwambia, ni habari gani hii ninayoisikia juu yako? Toa hesabu ya uwakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Yule wakili akasema moyoni mwake, nifanyeje? Maana bwana wangu ananiondolea uwakili. Kulima siwezi, kuomba naona haya. Najua nitakalotenda, ili nitakapotolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao. Akawaita wadeni wa bwana wake kila mmoja, akamwambia wa kwanza wawiwani na bwana wangu? Akasema vipimo mia vya mafuta. Akamwambia twaa hati yako, keti upesi, andika hamsini. Kisha akamwambia mwingine, na wewe wawiwani? Akasema makanda mia ya ngano. Akamwambia twaa hati yako, andika themanini yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Neno la Bwana. Sifa kwako, e eh, Kristo. Ndugu zangu, karibu tutafakari kwa pamoja injili ambayo tumetoka kuisikia. Katika Injili ya leo tumesikia Yesu akitumia mfano wa mtu tajiri na wakili katika kuwapa fundisho au somo wa wanafunzi wake, na sio jambo geni kwa bwana wetu Yesu Kristo kutumia mifano mbalimbali anapotoa fundisho au funzo kwa wanafunzi wake. Mfano, ukirejea Injili ya Luka sura ya nane aya ya nne hadi ya kumi na tano Yesu anatumia mfano wa mpanzi lakini pia injili ya Luka sura ya 15 aya tatu hadi ya saba Yesu anatumia mfano wa kondoo aliyepotea. Lakini leo Kristo kwa namna ya pekee anatumia mfano wa tajiri na wakili. Tunaona wakili akishtakiwa, kwani alikuwa anatapanya mali za bosi wake, yaani ndo kusema alikuwa anatumia mali za bosi wake kwa fujo au bila mpangilio na busara kwa dunia. Sasa unaweza ukawa jiuliza, mimi mbona sitapanyi mali ya bosi wangu? Pia unaweza sema, mbona mimi sina bosi kwa kuwa nimejiajiri? Fundisho msingi hapa ni kwamba tunajua Mungu ana upendo na kwa upendo wake ametuumba kwa sura na mfano wake. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya 26 inasema Mungu akasema, natufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu; wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Lakini upendo wake haukuishia hapo tu, ametujalia kalama na vipaji mbalimbali. Wapo waliopewa kalama ya kuimba vema, Wapo waliopewa kalama ya kuwa na uwezo mwingi wa kiakili, wapo waliopewa nguvu nyingi ya kushawishi, wapo waliopewa maarifa mengi, wapo waliopewa kalama ya kuongea. Lakini je, tukijua hivyo vyote tumepewa bila mastahili yetu, tena wenda hata hatustahili, je tunavitumiaje? Hao ndo imekuwa silaha ya kuwa didimiza wengine. Hao ndio imekuwa nyenzo ya kuonea na kufanya mabaya ambayo hayastahili. Tukijua tumepewa bure, je, tumekubali kutumia hivyo kuonesha upendo kwa wenzetu au kutangaza injili ya Kristo au tumekuwa kama yule wakili, tunatapanya? Yani tunatumia kalamu zetu kwa mambo mabaya na mwisho wa siku bwana wetu atuambie tutoe hesabu ya hivi alivyotujalia, tushindwe na kuona haya kama yule wakili, na kwa hilo Bwana wetu atuambie auwezi kuwa wakili tena, yaani hatuwezi kuwa wana wa Mungu tena. Kumbe basi tutumie hivi vyote kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Kumbe tunapata fundisho la kutumia mali za dunia na vyote tulivyojaliwa kwa kutangaza mapenzi ya Mungu. Vyote, fedha, mali tulizo nazo ziwe nyenzo ya kutufikisha mbinguni. Kwani hivyo vyote ni zawadi ambayo Mungu ametujaliwa. Fundisho lingine tunalopewa ni uaminifu. Yule wakili hakuwa mwaminifu kwa mali ya bosi wake au tajiri wake na uaminifu ni jambo muhimu sana katika maisha yetu. Ukisoma Zaburi ya mia moja na sita sura ya sita inasema, macho yangu yatakuwa kwa waaminifu wa nchi, wapate kukaa pamoja nami, yeye aendaye katika njia kamilifu ndiye atakaye nihudumia. Tunatakiwa tuwe waaminifu kwa maisha yetu ya Kikristo, kwa ahadi zetu za ubatizo, lakini kwa wanandoa wanatakiwa wawe waaminifu kwa ndoa zao, mapadri masista hivyo hivyo. Pia tukiwa waaminifu tutakuwa na hofu ya kutenda dhambi, kwani tutakuwa waaminifu kwa amri za Mungu na za kanisa ambazo hutuongoza katika maisha yetu. Tukiwa waaminifu tutaweza kuitetea imani yetu na kuishi kwa maneno na matendo. Kumbe uaminifu ni silaha katika kuishi Ukristo wetu. Basi tujitahidi kuenenda kadiri ya mapenzi ya Mungu na kuwa waaminifu na kutumia vyema vyote tulivyo navyo kwa upendo wa Kristo, ili tusiwe kama yule wakili ambaye, baada ya kuambiwa atakuwa wakili tena, na akakumbuka kuwa kulima hawezi, lakini pia kuomba anaona haya kama alijua hivyo alitakiwa aishi vyema katika wakili wake, ili bwana wake asimfukuze, lakini aliishi vibaya na hatimaye akaambiwa uwezi kuwa wakili tena. Hivyo tuishi vyema katika Ukristo daima, ili siku ya mwisho Mungu asituweke upande wa kushoto kama mbuzi na kutuambia tokeni kwangu mlio lahaniwa. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Noel Christopher Kosmasi wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari Kola Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo!